Kama Mungu ni mwema, basi kwa nini watu wazuri wanateseka? Kwa nini anaacha watu wanaomwamini kupitia shida, magonjwa, kunyanyaswa na kukataliwa? Wakati mwingine unakuta mtu anaomba sana lakini hakuna hata matumaini, au wanajitoa kufanya kazi ya Mungu lakini hata baraka hazionekani. Kwa muda mrefu nimekuwa nikijiuliza haya maswali. Sasa tujifunza kwa pamoja kutoka kwa mtu mmoja kwenye Biblia. Ayubu alikuwa mtu wa tofauti: tajiri, mcha Mungu, baba wa familia. Alikuwa na kila kitu, maisha yenye furaha na utoshelevu. Alikuwa na ng'ombe elfu saba, kondoo elfu tatu, ngamia elfu moja na punda wengi kuliko mtu yeyote mashariki mwa dunia. Alikuwa na familia yenye watoto kumi, saba wa kiume, watatu wa kike, waliopendana na kula pamoja kwa furaha. Kabla ya kuendelea zaidi, nichukue nafasi hii kuwashukuru sana. Tumevuka subscribers 100. Kama bado hujasubscribe, subscribe sasa ili YouTube ipeleke video hii kwa watu wengi zaidi. Lakini siku moja habari mbaya zikaanza kumiminika kama mafuriko. Mtumishi akaja mbio akasema, ng'ombe walikuwa wakilima Wakaldayo wakavamia, wakachukua kila kitu, wakaua watumishi, mimi tu nimenusurika kukuambia. Hata hajamaliza mwingine anakuja: moto wa Mungu ulishuka kutoka mbinguni ukateketeza kondoo wote na watumishi. Na mwingine tena, Wakaldayo walivamia kwa vikundi vitatu, wakachukua ngamia wote na kuua kila mtu. Kisha ya mwisho, habari mbaya kuliko zote Watoto wako wote walikuwa kwenye nyumba wakila na kunywa, upepo mkali ukavuma kutoka jangwani ukaipiga nyumba, ikaanguka juu yao, wote wamekufa. Ndani ya siku moja, kila kitu kilipotea. Ayubu akapasua mavazi yake, akaanguka chini akasema, nilitoka tumboni mwa mama yangu nikiwa uchi, nami nitarudi uchi. Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Lakini haikuishia hapo. Afya yake ilianza kuoza, vidonda vya ajabu vikajaa mwili mzima kutoka kichwani hadi miguuni. Alikaa kwenye majivu akajikuna kwa kipande cha chungu, aliteseka kimwili na kiakili. Marafiki zake watatu, Elifazi, Bildadi na Sofari, walikuja, walikaa naye kwa siku saba bila kusema neno, lakini walipoanza kuongea hawakumpa faraja, walimlaumu Walimwambia, lazima ulifanya dhambi, Mungu hawezi kuruhusu haya bure. Badala ya kumpa tumaini, walimkatisha tamaa. Lakini Ayubu hakumkufuru Mungu. Alilia, aliumia, aliuliza maswali, lakini bado alisema, najua mkombozi wangu yuko hai. Na mke wake akamtelekeza na kumshauri kwa kusema, mkufuru Mungu ukafe. Lakini Ayubu hakumkufuru Mungu. Alilia, aliumia, lakini aliendelea kuamini. Kabla ya haya yote kutokea, bila ayubu kujua chochote, huku juu mbinguni kulifanyika mazungumzo makali. Shetani alimwambia Mungu, Ayubu anakutii kwa sababu umempa kila kitu, mnyang'anye, utaona atakaviwasi. Mungu alikubali, si kwa sababu alimchukia Ayubu, bali kwa sababu alimwamini. Alijua ayubu ataibuka mshindi. Leo hii huenda wewe unapitia mapito kama Ayubu. Umekuwa ukiomba kazi, miaka inapita, hakuna jibu. Una ndoto, lakini kila unapoanza mambo yanavunjika. Umesoma kwa juhudi, lakini unafeli kila mara. Unapitia magumu, moyo unavunjika, unajiuliza Mungu yuko wapi? Lakini nakuambia Mungu hajakuacha. Kuna kipindi cha ukimya ambacho huja ili kukuandaa kwa ushuhuda. Kumbuka, wakati dhahabu inapotakaswa, huingizwa kwenye moto mkali zaidi. Ayubu alipitia moto huo na wewe pia huenda unapitia sasa, lakini hauko peke yako. Ayubu alipoteza kila kitu, lakini hakupoteza imani. Alipomlilia Mungu hakupata majibu, lakini wakati ulipowadia, Mungu alimrudishia kila kitu mara mbili zaidi. Familia mpya, mali mpya na heshima mpya, kwa sababu aliendelea kushikilia imani hata katikati ya giza. Wakati wako upo na umekaribia sana. Mateso yako ni ushahidi ya kwamba wewe ni mtu wa kusudi. Mungu hafanyi kosa. Wakati mwingine kimya chake kina maana kubwa zaidi ya majibu ya haraka. Wewe si ajali. Hata hayo mabaya yanayotokea yana ruhusa ya kimungu. Mungu anayapanga matukio yako kwa uangalifu ili yawe sehemu ya ushindi wako. Huu si mwisho wako, ni mwanzo wa hatua mpya ya neema. Kumbuka maneno ya Ayubu aliposema, kwa masikio nilikuwa nimesikia juu yako, lakini sasa nimekuona kwa macho yangu, Ayubu arobaini na mbili mstari wa tano. Mungu anakufundisha, anakuandaa, anakuinua. Shea video hii na watu wanaopitia mapito fulani iwe njia ya kuwatia moyo. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.